Katika nyumba za kupanga hupatikana watu wa aina nyingi, waliokata tamaa, waliokuja kuanza upya na wengine waliokuja tu kupenda kwa bahati mbaya. Lakini katika nyumba hii moja ya Mama Juma, alipofika kijana mmoja aitwaye Shomari, hakuna aliyejua kuwa historia ya mapenzi, kicheko na kisirani itaanza kuandikwa. Hebu tuanzie hapa. Shomari, kijana wa miaka ishirini na saba kutoka Moshi, alifika Dar kwa ndoto ya kutafuta kazi maisha bora na si mpenzi. Lakini bahati mbaya, moyo huchagua unachokikuta. Akiwa na begi lake la mgongoni na jiko la mkaa limefungwa kwenye mfuko wa rambo, aliingia kwenye geti la nyumba ya Mama Juma. Kwa sauti ya ukali akasema, karibu lakini hapa si kijiwe cha story. Kodi inalipwa tarehe moja, usinizoee. Shomari kwa tabasamu la mtego akasema, asante mama, nimekuja na mzigo mmoja tu, ndoto na roho ya kupangisha tabasamu. Mama Juma akamchungulia vizuri, akaachia kicheko cha nguvu lakini akajifanya mkali. Wiki mbili baada ya kupanga, Shomari alianza kushuhudia maajabu ya Kinondoni, na mojawapo ni Jeska, binti wa Mama Juma, aliyekuwa na katiza uwani kila asubuhi na dera fupi la vitenge na kiatu cha malapa kilichotoa klip, klop, klip, klop kwa majivuno. Shomari kila akimwona anasema, we moyo wangu unakatika beats kama DJ amevuta waya. Alianza kuzungumza naye taratibu, mara maji hayatoki, mara tapo la panya limeingia jikoni, kumbe yote kiki za kumvutia Jeska. Jeska alikuwa na roho ya kuchangamsha pia, alijibu kama unataka maji nunua ndoo yako, usinitumie kama Google maps ya bomba. Siku moja mvua ilinyesha ghafla, Shomari alikimbilia ndani na kukuta Jeska peke yake sebuleni akiwa anakunywa uji wa ulezi. Alimwambia, uji wa Jeska hauhitaji sukari tayari unanilainisha moyo. Jessica alicheka lakini kabla hajajibu, Mama Juma akaingia ghafla na kusema, Shomari, chumba siyo sehemu ya kutafuta wachumba. Hii nyumba ni ya kupanga, si ya kudanga. Shomari akamjibu, stari wa Mama Juma, sina nia mbaya, mimi ni mpangaji wa chumba, lakini moyo wangu umepangisha Jessica bila ridhaa. Jessica naye alikuwa kashapenda, lakini aliogopa mama yake. Akaamua kumwambia Shomari waendelee kuwa marafiki wa kawaida. Lakini Shomari alikuwa na mpango mwingine. Aliandaa birthday ya kushangaza kwa Jeska kwa bajeti ya elfu tano tu. Alinunua keki ya viazi, soda ya tango moja na kachumbari kwenye kikombe. Lakini cha ajabu, Jeska alilia kwa furaha. Walisalimiana kwa hug fupi, lakini kwao ilikuwa kama ndoa ya kimya. Shomari alipata kazi ya ubunifu kwenye kampuni ya mitandao. Mwaka mmoja baadaye, alienda kwa Mama Juma akiwa na gari Toyota IST ya mkopo na kusema, Mama, leo siombi chumba, naomba mkono wa Jeska. Si kwa sababu nimempenda leo, bali nimeishi naye kama mpangaji wa moyo wangu. Mama Juma alishindwa kujizuia, macho yakamjaa machozi na kusema, Shomari, ulipokuja niliona mzigo, sikujua umetumwa kama zawadi. Beba binti yangu lakini kodi ya mapenzi mlipane kwa heshima. Harusi yao ilikuwa ya kisasa lakini ya kichekesho. Shomari aliingia ukumbini akiwa amevalia koti la suti juu ya bukta ya jeans, akisema hii ndo outfit niliyokutana nayo na Jeska. sitaki kubadilisha historia. Wakapewa cheti cha ndoa, lakini pia Mama Juma akatoa cheti kingine kilichoandikwa: mpangaji bora wa mwaka, aliyelipa kwa mapenzi. Endelea kusubscribe kulike na kukomenti Mk Mastori ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kali.